Kutokana na ghasia zilizojitokeza katika mkutano wa kijiji cha Nanjirinji A kilichopo kata ya Nanjirinji wilayani Kilwa mkoani Lindi tarehe 19 mwezi wa 11 2025, uongozi wa wilaya hiyo umefika katika kijiji hicho ili kukutana na wananchi na kusikiliza kero zao. Mheshimiwa mkuu, haya kero kubwa la Nanjirinji A uuzwaji hali zipolela, uuzwaji huu unashindikizwa na serikali ya kijiji tuna kilio kikubwa sana cha uuzaji wa maeneo yetu ya kijiji cha Nanjirinji A kwa holela. Kulikuwa na tume ambayo iliundwa pita kuhakiki yale mambo yanayofanya mtendaji wa kijiji na mwenyekiti wa kijiji na halmashauri yake kiujumla. Tume ilijiridhisha kwa uuzaji huo wa maeneo holela, pia haikukomea hapo tu, kuna kesi zipo mahakamani ambazo zina malalamiko ya wananchi wa Nanjirinji kuuziwa maeneo yao, na kesi hiyo ipo tarehe 27 ya mwezi huu. Wananchi sisi wakazi wa Nanjirinji A tumeshindwa, tumish, kuwavumilia viongozi hawa mpaka sasa hivi tukasema kwamba mpaka aje mkuu wa wilaya. Baada ya kusikiliza kero hizo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kilwa, ndugu Hemedi Magaro, alikuwa na haya ya kufafanua kabla mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya hajatoa maamuzi juu ya kero hii ambayo imetokea na ikaleta fujo hizo za kufunga ofisi mpaka na gesti. Ningependa tukumbushane kwamba mwaka huu Januari, tulitoa mwongozo tarehe moja Januari mwaka elfu mbili na ishirini na tano, tulitoa mwongozo ambao tulisemwa usomwe kwenye vijiji vyote juu ya utaratibu wa watu kupata ardhi kwenye vijiji na namna ambavyo kijiji kinaweza kusimamia ardhi na namna ambavyo watu wanaweza kufeka mashamba wanapopatiwa mashamba. Sasa kwa kifupi sana, tukumbushane tu kwamba kuna ardhi inayosimamiwa na kijiji, na kijiji kama kijiji, ndugu zangu hakina mamlaka ya kuuza ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba tano. Sikilizane <coughs> vizuri, kijiji kama kijiji kwa mujibu wa sheria namba tano ya ardhi kama mwaka 99 kijiji kinaruhusiwa kugawa ardhi, si kuuza ardhi, na mwisho wa kugawa ardhi kwa kijiji ni ekari hamsini tu, si zaidi ya hapo. Na uamuzi wa kugawa hizo ekari hamsini kwa mtu aliyeomba, aidha mwananchi anaishi hapa, mwananchi aliyetoka mbali, mwekezaji anayekuja kuwekeza hapa, mamlaka ya mwisho itakayoridhia kwamba mwananchi huyo apewe ardhi hiyo ya ekari hamsini ni mkutano mkuu wa kijiji. Baada ya kusikiliza kero za wananchi hao na kupata ufafanuzi kutoka kwa mkurugenzi mtendaji mkuu wa wilaya Kilwa, Nyundo, ya Kilwa Mheshimiwa Mohamed Nyundo alitoa maelekezo yafuatayo. Jambo ya la kwanza, nimewasikia. La kwanza, kwa sababu nimewasikia na ili uchukue hatua lazima sheria ifuatwe, kweli si kweli? Ili ufuate sheria, waliotuhumiwa lazima wapate nafasi ya kujieleza, ili tuwasikie na wao, lakini na sisi pia tujue makosa yaliyofanyika ni makosa gani, yanaangukia kwenye makosa yapi? Sisi tumeelewana vizuri. Sasa la kwanza, naomba hapa hapa tena, haina sababu ya kuchelewa. Kwanza niunde tume ya uchunguzi hapa hapa leo, kwa sababu nimekuja na watumishi wote. Ningeomba tuunde tume ya uchunguzi wa makosa wanayotuhumiwa viongozi, ili sasa tuchunguze, tuone makosa hayo yaliyofanyika kwa mujibu wa sheria, ni sheria ipi ya ardhi imevunjwa, ili tuchukue hatua za kisheria. Sisi tumeelewana vizuri. Na kwa sababu kamati hiyo, moja ya wanaotuhumiwa ni mwenyekiti, kuanzia leo mwenyekiti atakaa pembeni mpaka <laughs> pale ambapo tutapata majibu ya kamati na kuona tuhuma zao ziko vipi. Tumeelewana vizuri, lakini kwa sababu mwenyekiti huyu anasimamiwa kwa maana ya kushauriwa, yeye pamoja na halmashauri ya kijiji na mtendaji wa kijiji. Sasa na kwa sababu na yeye ameshindwa kutusaidia kwenye hilo eneo, kuanzia leo atasimama. Hatutaki mchezo kwenye mali za umma, hatutaki mchezo kwenye maslahi ya watu na sisi tuko tayari kuyafanya hayo kubeba lawama za wachache ili watu wengi wanufaike.